Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewasili nchini Barbados kushiriki mkutano wa kimataifa kuhusu matumizi ya nishati endelevu utakaofanyika katika jiji la Bridgetown kuanzia tarehe kumi na mbili hadi kumi na nne Machi elfu mbili na ishirini na tano. Katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Grantley Adams nchini humo, Dr. Biteko amepokelewa na waziri wa nishati wa nchi hiyo Mheshimiwa Lisa Cummins pamoja na balozi wa Tanzania nchini Cuba na mwakilishi katika eneo la Caribbean Mheshimiwa Humphrey Polepole. Aidha, Dkt. Biteko atashiriki katika majadiliano mbalimbali mbali kuhusu matumizi ya nishati endelevu kimataifa ikiwemo nishati safi ya kupikia ambayo ni ajenda muhimu kwa ajili ya kuwakomboa wananchi dhidi ya matumizi ya nishati isiyokuwa safi. Biteko ameongozana na mshauri wa rais masuala ya wanawake, Mheshimiwa Angela Kairuki, waziri wa maji, nishati na madini Zanzibar, Mheshimiwa Shaib Hassan Kaduara, na katibu mkuu wizara ya nishati, Mheshimiwa Feliksi Mramba.